Leo supermarket kwa bukujero. Hii hapa bukujero yangu, twende kazi hapa <laughs> ndo natembea kwenda, sijui itakuwaje leo <laughs> ndio naingia, nataka niende ile sehemu wanauza mboga mboga za majani na kadhalika. Haya, hata tango leo sipati jamani. Mahindi elfu sita mia tano so <laughs> inaanza kwanza, vinauzwa kwa kilo, kilo hiyo kilo. Hapa kwa bukujero haitoboi zimeoshwa sho, inaanza zimeoshwa. Yaani mpaka sasa hivi tu hicho kitu cha bukujero hamna. Bukujero ni aidha narudi nayo, ama si itakuwaje. hata usijisumbue, tunaangalia tu, hata usijisumbue, unakuta na huku zile nini zinazoita, haya uh, hii sehemu ya nafaka na hapa, mpaka mpaka hapa pia siwezi kuafodi kitu chochote, hii bukujero leo. kama mnavyoona, chungwa mia nne mia nne <laughs> ilikuwa idha nichukue hayo machungwa, lakini mimi sichukui, naenda kuchukua zangu. Nataka hapa kitu nilipie ya buku, jamani <laughs> kama mnavyoona na risiti hiyo hapo, nimata zangu yoga, nirudi zangu nilipotokea. Kama mnaona mambo ya supermarket ndio hayo. <laughs> nimerudi patupu.